Katika juhudi za kuhifadhi mazingira katika kaunti ya Mombasa, baadhi ya viongozi wa kaunti hiyo wamejitokeza na kukemea vikali ukataji miti unaoendelezwa katika bustani la Uhuru, wakibaini kuwa tayari kuna idadi chache ya miti maeneo hayo na kuna umuhimu wa kuhifadhi miti iliyosalia. Mombasa hatuna misitu. Misitu yetu ni ya mikoko. Lakini tukiangalia mikoko mingi inakatwa sasa kwa sababu ya makao, na ile miti pia ambayo iko mjini sasa tumeanza kuikata. Kulingana na seneta wa Mombasa Mohamed Faki, miti katika bustani la Uhuru imekuwepo tangu miaka ya hapo awali, akibaini kuwa hakuna yeyote anaruhusiwa kuendeleza ukataji miti katika eneo hilo. Ile miti imekaa pale eh, Uhuru Garden imekaa kutoka wakati wa uhuru, kabla ya uhuru. Ile miti iko leo tunaikata kwa sababu pa, e, tawi moja lilikuwa limekaa vibaya. Kata tawi lakini usikate mti. Sisi tunasema kwamba hakuna ruhusa ya kukata miti yoyote. Hatutaki miti ikatwe, tunataka tupande miti mingi zaidi. Seneta Miraj Abdullahi ameikosoa serikali ya kaunti hiyo akibaini kuwa inafanya kinyume na wito wa Rais William Ruto kuhusu upanzi wa miti. Akiongeza kuwa sheria haikufuatwa kabla ya kuanzisha ukataji miti katika bustani hilo. Rais ameitisha mwito tupande miti bilioni kumi na tano ndani ya taifa letu. Leo viereje? mwaenda kutukatia miti miti ya zaidi ya elfu mia moja miaka, alafu munatuambia ni athari kwa wanadamu. Mimi nimezungumza na County Conservator, ametuambia kwamba haukufata sheria kukata miti ambayo imekuwa ikitupa kivuli katika gardeni yetu ya Uhuru. Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa miti katika uhifadhi wa mazingira wakitaja kuwa watahakikisha ukataji miti umesitishwa Mombasa. Kuna mimea, kuna viumbe vilivyokuwa vikiishi katika ile miti vitakwenda wapi? Vitakwenda wapi? Hatupandi miti kwa sababu ni umaridadi. Tunaongeza uwezo wa gatuzi zetu kupata carbon credit. Ikiwa wewe leo utalala uamke useme unakata miti hatutakubaliana na wewe. Tunataka tuongeze upanzi wa miti katika kaunti ya Mombasa kwa sababu hatuna misitu. Na hii mikoko ambayo atakana tupande ndio itatusaidia kuchuja hewa, hewa, hewa safi na hewa chafu ambayo inatoka kutokana na viwanda na mambo mengi ambayo yako hapa katika kaunti yetu. James Mwangi, Undugu TV.